Kiwa unahitaji kuja Canada na umejaribu umekwama, ama hujui kabisa wapi pa kuweza kuanzia. Kwenye video hii nataka nikupe njia tatu muhimu ambayo itakusaidia kuweza kuja Canada mwaka huu wa 2026 bila kuweza kusumbuka. Hakikisha unafuata video hii mpaka mwisho kusudi uweze kuelewa na kuweza kujua njia gani itakawa mzuri na rahisi kwako kwa wewe kuweza uh, kuja Canada. So hizi ni njia tatu ambazo zitakusaidia kuweza kuja Canada ndani ya mwaka huu wa 2026. So ya kwanza ikiwa haitakuwa mzuri kwako ama itakuwa ngumu kwako, basi kwenye hiyo ya tatu unaweza ukapata nafasi mzuri ya kuweza uh, ukuja Canada. So hizi ni option tatu ambazo nataka kuleta kwako, ikiwa uwe una struggle, haujui wapi pa kuanzia, haujui nini la kufanya, haujui utaanza namna gani ama ufikie wapi kusudi ombi lako la kuweza kuja Canada liweze kujibiwa, basi kwenye video hii naenda kukupea mwangaza na kuweza kukusaidia wewe ambaye unahitaji kuja Canada kuweza kupata njia ama fursa ya kuweza kuja Canada ndani ya mwaka huu wa 2025. Hello everyone, welcome back to KHP Canada. Ikiwa wewe ni mpya hapa, kumbuka kusubscribe kwenye channel hii. Tunazungumzia maisha halisi ya Canada, njia ama fursa ambazo zinaweza kukusaidia kuweza uh, kukamilisha ombi lako ya kuweza kuja Canada na kuelewa pia baadhi ya vitu zinahitajika na zile ambazo ni za Canada, the real life of Canada I mean eh, lazima kukuwa makini, sababu siku hizi watu wengi wanakuwa mikono ya scam kama ya wakora ambao wanawaitisha pesa na mwishowe hamtafanyikisha bado ndoto zenu za kuja Canada. Ndio maana KHP Canada kwa hapo kwa ajili ya kusaidia na kupeana mwongozo kwa ile ambazo, uh, tunaweza kwa ajili ya kuhakikisha wote ambao wanahitaji kuja Canada a kufanikisha ndoto zao. Pole kwa sauti, not really sure kama sauti iko sawaitai kuweza kulalamika vile iwezekanavyo kusikika vizuri, lakini saa zingine kunaweza kukawa na shida kidogo ambao aa, itakuwa ni ya sauti. Na sehemu hii ni kwa mpaka wa Amerika na Canada. Najua ni mida ya jioni, na kulingana na wezau, upande wa pili hiyo, upande huo ni Michigan ambao ni upande wa Amerika, ambao ni upande wa Amerika, ambao ni upande wa Amerika. So, upande wa pili ni upande wa Amerika na mimi mali ninakaa ni upande wa Canada. Hii ni sehemu ambayo watu wa wanakuja kujivunjari ama kujifurahisha especially wakati wa sama najua very soon. Nitakuonesha hii sehemu ikiwa zake uh, za sama ila kuna video ambayo apa, winter, ambao niliwahi kuchukua hapa hii kipindi cha ambao nitaweza pia vile ambavyo uh, maji ilikuwa imeganda na hali vile ilikuwa hiyo wakati wa winter. Ila pasipo kupoteza muda, acha niweze kuingia deep into today's video. So leo nataka kuzungumzia njia tatu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuja Canada, ya kwanza ikiwa ni Express Entry, ya pili uh, ikiwa ni student pathway na ya tatu ikiwa ni work permit ambao inaweza ikawa kupitia LMIA kwa ajili ya wale ambao wako nje ya Canada ndani ya nchi zile ambazo hazina mkataba wa kibiashara na nchi ya Canada. Express Entry ni moja kati ya njia ambazo zinajulikana sana na wengi na ambazo zinatumika kwa watu wengi, na ni moja kati ya njia ambayo inakurahisishia wewe kuweza kupata mpaka uraia wa kudumu ama permanent resident ya Canada. So, unatoka nje ya Canada ukiwa permanent resident wa Canada kufika Canada unaingia mkazi direct, na inakuwezesha pia kukuja pamoja na familia yako. Najua ni wengi sana wamekuwa wakiuliza njia gani ambao uh, naweza nikatumia kwa ajili ya kuweza kukuja pamoja na familia yangu hapo Canada. So, hii ni moja kati ya njia ambayo itakusaidia kuweza kukuja pamoja na familia yako hapa Canada na kurahisisha mambo yako ya kuja Canada ila inatumika vizuri sana sana kwa wale ambao wako na miaka kuanzia 45 tano, ama 45 years, kuenda chini. Hapo ndio mahali ambayo express entry inatumika vizuri sana, na si hiyo tu, ila unatakiwa kuwa na stakabadhi muhimu ama documents za shule kama degree, diplomas, ionyeshe kwamba umesoma. Ni njia ambayo inatumika kwa wale ambao wana ujuzi. Wamesomea kitu fulani, wana makaratasi ambayo zinathibitisha ya kwamba wamesomea kitu hiyo na wana ujuzi wa kazi hiyo, wako pia na work experience, ama, yeah, work experience kijuu, ama kwa kiswahili wako pia na ni ujuzi nadhani work experience ya yeah, miaka mitatu kuenda juu, ionekane ya kwamba umesomea hiyo kitu, una stakabadhi ama certificates na pia una ujuzi umefanya Uh, kazi ambayo inahusiana na hilo jambo ambalo unataka ku apply for kwa muda fulani ama kwa miaka fulani. Hii ni njia mzuri sana ambayo inakusaidia kuja Canada pamoja na familia yako. Njia nyingine ama ya pili ni uh, kwanza work permit. Unatakiwa kuwa na LMA kwa kusudi uweze kupata nafasi ya kuja kufanya kazi Canada. Na LMA ni nini? LMA nime explain mara mingi sana ila, kwa ufupi LMA ni stakabadhi ambazo zinathibitisha amejaribu kutafuta watu hapa Canada ambao wanaweza wakafanya kazi yake ama wale ambao wanaweza kawaajiri kwenye kampuni lake kwa ajili ya aina fulani ya kazi na hajapata yoyote, ndio maana anakutaka wewe ambayo uko nje ya Canada kwa ajili ya kuja kuweza kufanya kazi hiyo. Na hiyo LMA sio wewe unaweza kuiapply, ila ni employer wako ndio anatakiwa kuiapply. So employer anaitisha LMA kwa government, akishapewa approval, akuna nafasi ya kuweza kuita sasa wewe kazi ambayo uko nje ya Canada kwa ajili ya kuweza kufanya kazi hiyo. Nadhani naeleweka, so lazima aweze kuapply. Akisha apply ndo atapost kazi hiyo ambao iko na LMIA, wewe ukiangukia una apply, ndo unaweza kuja Canada kuweza kufanya kazi. Lazima kuwa makini sana, na ukiapply ama pesa yoyote kwa ajili ya kuja kufanya kazi hiyo kupitia njia hiyo na income, ama wewe hapana, lazima tuweze kuwa makini jamani, sababu watu wengi wanaanguka kwenye mtego kama hizo. Wengi wananitumia ma fake job offers, wanadanganywa na watu wengi hapa wakiwaambia kwamba wao ni employers wao watawapea kazi na vitu kama hizo. Lazima kuwa makini, ukifanyikiwa kupata kazi ambayo iko na LMA alafu unaitishwa pesa, ujue ya kwamba hata juzi nimekuwa na jamaa ambaye amekuja Canada kama student, na sasa hivi ako na uh, stakabadhi zake zote. Huyo ni wa pili, na hao ni wa Afrika wote ambao nimekutana nao, akikuja kwa njia hiyo na inawasaidia sasa hivi, wanafanya kazi, hata shule waliachana nayo. Itumia njia hii pia vizuri itakusaidia kuweza uh, njia ya kuja Canada. Nini inahitajika kusudi uweze kuapply kuja Canada kama student? Jambo la kwanza lazima uweze kutafuta shule ama university ama college ambao inakubali international student. Ukishapata shule hiyo, unatakiwa kuwa na document zote muhimu ambazo zinahitajika. Utaitisha pia proof of fund ulipe uh, mwaka mmoja wa shule ndio upewe admission letter kutoka kwenye shule hiyo. Kupitia hiyo admission letter sasa unaweza uh, apply student visa uko uh, na admission letter kutoka kwenye shule hiyo, government haita kukunyima wala kukusumbua kwa lolote, kwa kuweza kupata visa kwa ajili ya kuja kusoma ila unatakiwa kuwa na uwezo pia ya kuweza kugharamika ama kulipa school fees hapa Canada. Licha ya kuwa iko juu kidogo, ila mi naelewa ya kwamba mahali pana njia pana nia au pana njia, na unapohitaji kufanya kitu ukitumia njia inayohitajika inayofaa, lazima utafanyikisha ombi lako la wewe kuweza kuja Canada. Najua wengi wanahitaji kuja Canada na wengi wamesumbuka sana. Kuna wale mpaka wametumia pesa zao hadi zikaliwa, ila kwa sasa hizi njia tatu ambazo ninazizungumzia ni njia ambazo zitakusaidia vizuri sana kwa wewe kufanya ombi lako la kuweza kuja Canada kuwa rahisi. Kama hautafanikiwa kupita chini ya express entry, jaribu kutafuta uh, LMA sababu ukipata job offer ya LMA utakuwa na employer ambaye kwa na LMA utakuwa na, LMA, na urahisi sana ya kuweza kuja Canada. Ukifika tayari ni kuanza kufanya kazi, na ikiwa unahitaji experience ya Canada, I mean, unahitaji elimu ya Canada, unaweza ukakuja kama mwanafunzi, especially kwa wale ambao bado ni vijana, unakuja kama mwanafunzi utasoma upe, uweze kuelewa uh, uweze kupata elimu ya Canada, na ikurahisishie kufanya kazi Canada. Kama mtu ambaye umesomea hapa, unakuwa kidogo uko na ule urahisi, lakini ikiwa umesomea nje na haukufika level ya juu sana na unahitaji kuja Canada, utafanya ndio kazi ngumu, ila utafanya kazi. Lakini wale ambao ni vijana wanakuja wanasoma, wako na high opportunities ya kuweza kufanya kazi zile za kujiheshimu zile ambazo zinaweza zikakulipa vizuri zaidi. Kuwa makini, kuna scammers. Ukizingatia haya vitatu vitakusaidia sana. Na wengi ambao wanafanya application ya LMIA, tafadhali, najua kuna wengi ambao wanaandika CV na cover letter, na niko na message nyingi sana ya wengi ambao wananiambia, tumeandika, tumejaribu, tumengangana, ila hatujibiwi. Kuna kitu ambao wengi hawaelewi: application yako ikiwa mbaya mbaya, CV yako ikiwa mbaya, haufit uh, the keywords za hizo kazi job, job details, I mean, job, uh, sijui niseme job specifications, CV yako hata haitafikia employer Canada. Wako na system kusudi CV yako, CV yako itaingia kwa system. System itaikagua, ikiona ya kwamba haijaridhia hilo kazi haujaridhi hauna keyword na vitu ambazo hazifai ziko kwenye CV yako. Yani CV yako haifati njia alisi ya kazi Canada, bado utakuwa na shida ya kuweza kupata kazi hapa Canada, ama employer hata hata kusoma CV yako. Naona kunaanza kuwa na baridi, ndio maana naanza kuondoka, nianze kuenda nikimalizia. Eh, so CV yako ikiwa haiko sawa, haitafikia hata employer mahali CV yako itaishia ni, ni kwa system. So system itakagua. System ikiona CV yako haijaridhia kazi ambalo unataka kuapply, CV yako haijaandikwa in a Canadian way ama in a Canadian styles, unachanganya vitu ambazo haziko sawa kwenye CV yako, ujue ya kwamba CV yako haita kumfikia employer wako. System ita reject. System ita reject CV yako. Ndio maana unaona wengi wanazidi kulia, wengi wanazidi kuniandikia ya kwamba nimeomba, nimefanya ombi la kazi Canada mara nyingi, ila hata jibu sipati. Hautajibiwa, hautajibiwa. Hakikisha CV yako ina fit hiyo job na unatumia the right keyword ndani ya job application yako sababu wakipost kazi lazima wataweka keywords, wataweka details za hiyo kazi. Tumia hizo keywords kuweza kuitisha ama kuapply hiyo kazi kusudi ombi lako liweze kujibiwa, sababu kama utaendelea kuapply vibaya, hautawaialazima iwe sawa, system ikubali. System ikishakubali ndio itaruhusu mwanadamu aweze kusoma ama, uh, hiring manager aweze kusoma CV yako. Ndio maana lazima tuweze kuwa makini tunafanya application zetu kusudi ombi letu liweze kukubaliwa. Na wale ambao wananitumia, anasema mimi nikague CV, sina hiyo muda, tafadhali. Siwezi, sitakudanganya siwezi pata nafasi ya kukagua CV yako na kufanya mambo mengine yote hapana, itakuwa ngumu sana itakuwa ngumu sana ndio, ndio hiyo lazima tujitahidi na tuweze kuwa makini na tufanye application zetu the right way. Lakini hizi njia tatu ambazo nimezungumzia ni kati ya njia ambazo zitakusaidia sana kwa wewe ambao unahitaji kuja uh, Canada so kwa leo nitaachia hapo, ila nitajitahidi niweze kufanya yale ambayo inawezekana kusudi tuhakikishe ombi letu la kuja Canada uh, imeweza iletu la kuweza kuja Canada huwezi kukubaliwa bila kuweza kupitia uh, exercise mengi kama bila kuweza kuwa na shida. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe.